Me wangu twenzetu, bai ili tushalimaliza. Kuna lingine nimeliandaa mwenyewe mm, special for you baby. Hii ni kwa ajili wako. Wewe ni bosi wangu, lakini ni mpenzi, lakini ndo mume na ndo kila kitu my kila kitu kamchukua mtu kampeleka upande wa pili baba, kaingia kwenye jengo kwanza, maua, maua mekundu baba, yameanzia kwenye ngazi. Tunaelewa maana ishara ya maua mekundu bana, tusifundishane vitu vingine, tuwe watu wazima. Hayo maua mekundu yameanzia kwenye ngazi baba, ishara ya upendo, ishara maravidavi tafanyiwa kafanyiwa au ndo ukipendwa, apelekwa vichochoroni? E, tukaongea kichochoroni kwenye madirisha ya watu, takuja kuvamiwa tindi kali, mfe alikuisha hivi hivi. Ule mgeto ulivyoandaliwa baba, ule mgeto eh? Kwajili ya kumega ile tunda la peponi baba, pale umeona ule mgeto ulivyoandaliwa, miua huwa miputoputo meusi nini, unajua ile yani, furushangwe tutokajipanga ule ndo upendo. Amna uchawi, amna uganga, amna nini pale. Pale ajarogwa mtu pale, vina, pale vinafanyika vitendo vile vitendo, ndo uchawi okulupu kwa mganga. Mganga eh, mi nakwambia, naomba unisaidie dawa ya kumshika mwanaume. Wewe mwanaume utaka kumshika wapi? upewe dawa ya kumshika wapi? eh Dawa humshike sehemu gani? Mwanaume hana uganga, kuna vivitu vitu tu ukivitafuta tafuta ukavifanya fanya, wewe mwenyewe tu otomatikali mwanaume lazima akae kwenye sistimu anyooke, okay, hivi si unanielewa? Ndo Zuchu anachokifanya, dada zangu, jifunzeni mambo kupitia kwa Zuchu kwenye maswala maravidavi, kwa sababu kwenye mziki tayari, asha graduate eh, certificate huko, madigri madiploma, kashawini best female for the all times tu tu tu. Zuchu sasa nawafundisha kwenye mapenzi, kwa sababu sabu nikwambie vi wale watu wa Pemba Pemba, watu wale watu wa visiwani huko, hayo ndio mambo yao mama yake alijakupa kungwi yule yule mpaka leo akikucholea vesi za, ma, za mapenzi baba, unaweza kusema mtoto wa elfu mbili. Yani ule ukienda kwenye bato lake la maandishi ya mapenzi umeisha. asikilize magoma yote ya mama yetu ajijakopa ya mapenzi, usikilizie jinsi maandishi yalivyochorwa yakachoreka. Yani Zuchu ume ah, weza mama, weza mama ah! Watu kila wakisubiri kila wakisubiri fisi anaosubiri mkono udondoke, mkono udondoke, chaliza mkono udondoke, kibaibwa kuno dondoke Tania magubiki dondoke Morogoro dondoke Mikumi dondoke Mbeya katatamaolaui ilikuwa bonge moja la surprise. kawaida kwa Zuchu, lakini anajaribu kuku. Kuku. kujaribu anajaribu ku kuimarisha mahusiano yake, anajaribu kumtengeneza mwanaume asifikiri na asiwaze, na kuitengeneza tu akili yake kisaikolojia, kwamba naangaika na nini, nini kinachonifanya ni tape tape, nina uwezo wa kupata mwanamke yote, mbona mi mambo yote nayapata kwa huyu mama binti bwana ukizingatia ni mpenzi wangu, mchumba wangu, lakini pia ni mfanyakazi wangu. Hela iendi mbali, uchumi utakuwa kila siku, kwa sababu hela mnazitengeneza mnaziona, afu wote taaluma yenu moja. Bonge moja la surprise, mi nimependa Zuchu ni I don't care. Unajua zile Zuchu ni I don't care Yani, saikolojia yake ameingia ya nayo tayari, ashajua kwamba mimi naenda kudili na mtu wa namna gani. So maindseti ishakaa kabisa tayari, yani kwamba mimi yo napokea chochote, fokas na mambo yangu na dunia sahivi, ili uwini, baba, ili usijitie kitanzi, ili usije ukameza midonge misumu ya panya, uondoke kuwa mtu wa kupuuzia mambo. Ukiona hili jambo, alikuathiri, alikuchomi kisu, alikupiji bunduki, ali chana nalo, uone kama utotoboa. Jistres babu, jistres na nini? Kwenye dunia hii, mambo ya ovyo ovyo hayaishi, wa watu wa ovyo wa hawaishi. Kuna mtu wa watu tu kaumbwa kwa ajili ya kuchokonoa chokonoa watu tu yupo tu yani, yupo kwa ajili ya kuchokona chokona watu sasa. Utamwacha yupi? Utafata kipi? Kikubwa ni kila kitu kupuuzia. Longa za haki, hakikuhusu chana nacho. Kisichoniua ndicho kinachonikomaza Naelewa, au niseme kisichokuua ndicho kinachokukomaza. Azilonga za kikuu, ila kitakujenga kitakukomaza, kitakufundisha jinsi gani unatakiwa kuishi na dunia hii inavyotaka. Mzee wangu nini wewe, baba ah! By the way, shout out to Zuchu. Shout out to Best Day Boy bwana Nasibu Abduli Simba Lion Simba la Masimba mm. Baba Tifa, baba Nilan, <laughs> baba Nasibu kichwa, baba Dailand. Hali ongeza na homa pacha shemeji Priscilla, eh, aliwaomba jiji nyumba timu mtoto mtiti, baba hela anayo, shida anini? Baba malezi hapo eh. Ule mwendo wa skulu basi, santi santi baba ada milioni mia kwa mwaka, ila zipo masiaan. Umezaliwa kwenye hela, watoto wanazaliwa kwenye hela, waje tu Zaidini baba, uwe na kipato ndo uzae watoto wa kutosha baba. Watoto dudiani, wakaja kuteseka hapa, maisha magumu, unabaki unalaumiwa watu kila siku, tetea wahuni. Peleka mtoto shule hapo, shule ya kata baba, daftari moja na masomo yote mbele, hisabati nyuma, Kiswahili katikati physics. Maisha gani sasa? Toka mema toka, ila jana ilikuwa siku ndefu sana pia. Boso, happy birthday my brother. Boso, Boso kani liwa, pia hatari kabisa huyu kwenye map ya industry ya Bongo Flavor sasa hivi kwenye top 3, top 3, nakwambia Mboso yupo kama mtaki, unielewa? Mboso yupo baba, kupa hiyo na kaongeza namba sharot yeye. Utapata nafasi muda mwingine kukuku, teta hapa mengi kuhusiana na mboso lakini The great performance mtu hatari sana anapokuwa kwenye performance, hajawai kuwa na performance ya kinyonge. Anaitumia sauti yake vizuri, ikipigwa live ndo kabisa kabisa, yani ndo hatari. Mwana mashairi mzuri, ana uandishi wa tofauti, andiki andiki tu Mboso, Mboso hata kipiga dude la mapiano, lakini mashairi konki

agila watu kibao huko nyuma wanaosema yes kwako, unaweza. Unajua na unajua kwamba unajua, eh, upo proud we mwenyewe, yaani upo proud na wewe mwenyewe. We, so poa kusimama ni kijiji ukasema jamani, huu ndio wimbo wa taifa. Na ni kweli wimbo wa taifa kwa sababu unajua ulichokifanya mule ndani. Sasa we, baridi mwana wana poa, Metro Media TZ, tulikuwa kijiweni mr newspaper ndo nimekisanua, niliyoasema nimeyasema nili, au sio bwana? Twende kwenye instagram pale, andika Metromedia TZ, twende TikTok, andika Metromedia TZ, tunakutana humo, macomment kibao, tutajibiana tu baadaye. Kuna haya majiko jamani, ni mazuri sana,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 kama hivyo hapa unaona maji yameshachemka. Ni kwa naonyesha tu kama mfano. Lakini chochote kinapikwa na kinaiva. Unafunga kama hivyo, ndo unakuwa umezima jiko lako baada ya kumaliza kupika. Alafu sasa, baada ya muda kidogo, unalifungua ili kutoa nini ile joto joto pale. Alafu joto likishamalizika, unaweka kifuniko chake cho ili kuzuia mafuta yake yale kuenea. Baada hapo unafunga.